Katibu mkuu ameelekeza, kabla hajazungumza tuwapokee wageni kwanza, tuwapokee wageni kwanza. Sasa niwaombe viongozi wa wilaya na wale wahusika wawalete mbele wanachama wote, akiwemo aliyekuwa msaidizi wa John Heche, Mohania Joseph.

Na mii na na naitwa Mohania Joseph Peter, ni mkazi wa kata ya Gumera. Nimekuwa nimekuwa mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema mkoa wa Mara mwaka 2019 mpaka mwaka 2024 nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Tarime vijijini, lakini pia nimekuwa ni msaidizi wa ofisi ya Chadema mkoa. Sasa naomba niseme kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi ya kuhama chama. Kuna sababu mbili. Na sababu mbili zilizofanya nimechukua maamuzi ya kuhama chama ja. Sababu ya kwanza, unapojiunga na chama cha siasa, malengo ya chama chochote cha, cha kisiasa ni kushinda dola. Kwa hiyo unapokuwa kwenye chama cha kisiasa ambacho badala ya kuhimiza kushinda dola kuingia kwenye chaguzi kinahimiza harakati, unaona chama hicho akifai tena. Jambo la pili, Chadema ina miaka zaidi ya thelathini tangu kuanzishwa kwake, ina miaka zaidi ya thelathini, haijawahi kushinda nchi, haijawahi kushinda nchi. Wanasema hivi unaoshindana naye ukiona amekushinda ungana naye. Nitumie nafasi hii kipekee sana kuwashukuru ndugu zetu wa Chadema na vyama vingine ambao wameamua leo kurudi katika Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru kwa kuamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na wameniletea kadi zao mafaili ya ofisini fomu mbalimbali. Nataka niwahakikishie sisi katika chama cha mapinduzi tumefundishwa kutochukua vitu vya watu. Kwa hiyo, kwa kuwa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika ni rafiki yangu, nitampelekea vitu vyake hivi nikamkabidhi. Nitamtafuta nitamwambia wana, nina kadi zako, nina t-shirt zako na mafaili yako na katiba zako, naomba uvipokee mkavitunze ofisini. Hivi vitu ni vyenu, mjue mnavyofanyia, au sio? E, sisi tumechukua wanachama tu, vitu hatuchukui, au sio? Kwa hiyo ndugu zangu mliojiunga na washukuruni, na kwa kweli karibuni, na ninawahakikishia sisi kwenye chama cha mapinduzi, ukisha jiunga hatubagui. E, kwa mujibu wa katiba ya CCM wanachama wote wa CCM wana haki sawa wanachama wote wa CCM mwanawake sawa. Kwa hiyo nyie, mara mnapopewa kadi zenu, kuanzia hapo mnaposhika kadi tu, wanachama wenu na wanachama wengine wa CCM ni kitu kimoja, na mtashiriki katika shughuli zote za chama bila kubaguliwa na kwa upendo mwingi ambao unapatikana ndani ya chama cha Mapinduzi.